Mimi sina swali, nina ombi. Ombi langu liko upande wa michezo, we ukiwa waziri wa vijana, maana michezo lazima uzingatie. Timu yetu ya Saza FC na timu zingine zimepata wadau wengi wa kulima uwanja shule ya msingi Saza, ila siasa inatawala katika majukumu ya utekelezaji. Hapa Saza tuna watu wenye pesa wanaoweza kulima uwanja hata kuweka carpet lakini siasa inaingilia kati, akitaka kulima anaulizwa anataka nini? Ombi langu sasa, ukiwa waziri wa vijana, tubebe hili swala, ongea na mkuu wa wilaya lile swala letu, ahidi atutekelezee na kutulimia uwanja wetu wa shule ya msingi sasa, na kama ana uwanja mwingine ambao anaweza kutulimia, akalime uwanja mwingine kama huwa banana. na unanabaana Kwanza nawashukuru kwa kuwa mmezungumza. Wakati naandaa hii ziara nimepita maeneo, nimesikiliza hoja ambazo ni za msingi sana sana. Umeongea mambo mazito na mambo ambayo haswa sisi kama viongozi wa serikali ndio tunatakiwa kuyafanyia kazi. Sasa hapo mambo machache ambayo nataka nishughulikie hapa nipate majibu yake na ufuatiliaji tuweke hapa hapa. Kuna swala michezo limezungumzwa kuhusu uwanja unataka kujengwa, kumekuwa kuna changamoto katika hilo. Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya usimame, utueleze changamoto. Hawa vijana wakishafanya kazi zao wanatakiwa wakaburudike, ndio maana wako vijana Mheshimiwa Waziri Jambo hilo nalifahamu na niliwahi kuhudhuria fainali moja hapa kwa Madini na Saza FC kama susi Dau moja akalifuata akasema yuko tayari kuweka nyasi bandia, lakini eneo lenyewe anayoongelea ni hili hapa, nyuma kuna shule ya msingi, kwa hiyo pale haiwezekani. Lakini kijiji kimetenga eka karibu arobaini na mbili kwa ajili ya kujenga uwanja pamoja na mambo mengine. kinachotakiwa ni kijiji chenyewe, serikali ya kijiji kukaa na kubariki neno hilo, lakini hamjakaa ba, si ndio? Kwa hiyo liko hapa hapa kijijini, serikali ya kijiji kukae mubariki matumizi ya eneo lililotengwa, ndivyo lilivyo. Sawa. Sasa moja ya falsafa ya hii wizara ya maendeleo ya vijana ni kushughulikia mambo kwa kasi. Haya mambo tena, tena, kitu, kitu, mashua, ya kujadili mambo. Tunarudi tena hapa tena tunakuta mnajadili kitu kile kile. Mheshimiwa Rais aa, mambo hataki kabisa. Inachukua nini kukaa au hataki au kijiji, mtendaji vipi? kwa nini hamjakaa? Asante Mheshimiwa Waziri, swala hili limfika ofisini kwangu, na niliita serikali ya kijiji tukakaa. Aha. Bahati mbaya sana serikali ya kijiji hawakuwa na eneo la wazi eneo lililokuwepo lilikuwa ni la wazee wa mila wazee wa mila tuliwaomba wakatoa ekari 32 baada ya kutupa ekari 32 kwenye zile ekari 32 ziko kitongoji cha makampuni ambapo sasa lazima tutenge eneo lile la uwanja wa mpira kwa sababu mimi nilishauri wakati nafika tutenge uwanja pale juu ambapo kulipimwa na halmashauri wakati mbaya nikaoga kwenye mji kwa sasa tulichonacho ni kwamba lazima tupeleke kwenye mkutano wa hadhara wananchi wabariki lile eneo kama wazee wa mila walivyotoka kwenye mkutano wa hadhara, ili ule uwanja upate kutengenezwa. Ni kweli kabisa vijana wanapata changamoto ya mchezo, kwa sababu ni mimi naona mchezo, hata anaweza akawa nalalamika na, lakini uhalisia ni huo kwamba kwama eh, uwanja anaotaka tuukarabati ni mali ya, ya, ya, ya shule. Kwa hiyo huku kwetu lazima tufuate utaratibu. Tukisema tu tutafosi moja kwa moja bila wananchi kuwashirikisha kwenye mkutano wa hadhara tunakuwa utaratibu wa kisheria. Ah, sisi sisi hatusemi wananchi wasishirikishwe. Swali langu ni kwamba kinachotakiwa sasa hivi ni mkutano wa kijiji, kinachosubiri huo mkutano wa wa kijiji kijiji kama nimekuelewa. Ndio, mkuu. Kuitwa ni nini? Asante, Mheshimiwa Waziri, tukiwa kwenye mchakato wa kuita mkutano wa kijiji tulipata changamoto ya ofisi yetu hmm. Kwa hiyo akili ndogo zote kwa ajili ya ukarabati wa ofisi na bahati nzuri tunamalizia na mkutano wa ah, mkutano. Ah, kwa nini unahitaji watu wa. Tumeitisha. Hapana. Marekebisho <ctorate> ya ofisi yataendelea kwa sababu mkutano si ni watu ndani ya wiki moja mkutano ufanyike na mimi nipate report nini kimeamuliwa ili swali swaliendelee mbele sawa jamani kuzungumza nataka kwa ma... Madam amefunguka sasa ndani ya wiki inayofuata Sawa mkutano ufanyike mweshmuo unataka kuzungumza kidogo mimi nafuatilia, usifikiri kwamba nitazungumza nafuatilia, kwa sababu anayekwamisha maendeleo ya vijana anatakiwa kukwama kwenye maisha yake pia. Ukikwamisha mambo ya wengine, na we tunakukwamisha pia, kwa sababu Mheshimiwa Rais hataki kusikia masuala ambayo yanahusu vijana yana kelele kelele, yanayoweza kushughulikiwa sasa hivi, asingoje kesho kwa mheshimiwa mkuu wa wilaya, naomba leo kama tulivyokubaliana, tutalifuatilia kama kuna changamoto yote, mheshimiwa mkuu wa mkoa yuko hapa, anapatikana, lishughulikiwe mambo yaweze kuendelea vizuri. Tuko vizuri jamani? Kwa hiyo nafikiri imekaa sawa sawa.